Mdoli wa dukani sehemu ya 12, ilipoishia baada bosi kuingia, ukimya ulipita kati yetu, na ndipo nilipowaambia Hanifa na Umi kuwa kila kitu kikijulikana, basi tuseme ni huyo poboti alitushawishi kwa nguvu za ajabu. Ingawa lilikuwa wazo la kitoto, wenzangu walilikubali, na baada kama ya dakika 40 hivi, mjomba alirudi akiwa amebeba laptop yake. Hapo mapigo ya moyo yalianza kutudunda, woga ukatutawala, hatukuweza kumwangalia mjomba usoni, tuliona aibu sana. Tulijua moja kwa moja bosi ameona kila kitu tulichokuwa tunafanya na roboti madhi. Bosi alifika akaweka laptop juu ya meza na kutuangalia. Endelea ha. Waone mlivyojawa na haya, roboti wa watu mmeamua kumfanya mume wenu, na ngoja ukute ameharibika mahali, mbona mtalipa, sijui mtatoa hivyo vitumbua vyenu, alisema boss akionekana kutania, lakini kiukweli hakulipenda lile tukio. Hatukuwa na jinsi, tulijua anafahamu kila kitu. Basi tulipiga magoti na kumuomba msamaha, maana tulijua ndiyo kitu pekee ambacho kingeweza kusaidia kwa muda ule. Tulimuomba sana bosi msamaha mpaka kulia. Basi bosi akatuonea huruma na kutusamehe, lakini akatutaka kufuta zile rekodi za video kwa mikono yetu wenyewe ili zisije kuvuja zikamletea matatizo. Basi nikiwawakilisha wenzangu, nilihakikisha nimezifuta zile video, na ndipo bosi akataka tumfundishe jinsi ya kuliwasha lile roboti, na tulipoliwasha mjomba akashangaa likimsalimia kwa kulitaja jina lake kwa kuwa bosi hakuwa akijua lugha ya Kiingereza vizuri, nilimtafsiria baadhi ya maneno ambayo yule roboti aliongea, akifanya kumtania kuwa aliajiri wafanyakazi warembo sana. Basi bosi alicheka ikawa furaha, yaani kesi ikawa imeisha siku hiyo. Basi yule roboti Matheu alikuwa huru, hivyo tulimwomba atusaidia baadhi ya kazi rahisi ambazo tuliona zisingeweza kusababisha kuharibika kwake. Siku hiyo hiyo bosi aliwasiliana na uongozi wa ile kampuni ya Kichina na kuwaambia kuwa roboti waliokuwa wakimtafuta ni kweli alikuwa miongoni mwa midoli waliomtumia. Wiki moja baadaye timu ya ile kampuni ya Kichina ilifika pale ofisini kwa usafiri wao maalum, tukawakabidhi yule roboti ambapo wataalamu waliomtengeneza walimchunguza na kugundua hakuwa na hitilafu yoyote. Lakini tulijikuta tukipata aibu baada ya yule injinia kutuuliza kuhusu uwezo wa huyo roboti katika kufanya mapenzi huku akicheka maana alisema kuna kamera maalumu walimfungia ambayo ingechukua sura za waliofanya naye mapenzi. Basi baada ya kumwambia hivyo, yule injinia aliwaita wenzake na kuongea nao kwa muda kisha wakatuita na kufungua briefcase lililokuwa na pesa. Wakatupa kila mtu kitita cha dola elfu tano wakidai tumewapunguzia gharama za kumjaribu huyo roboti, ambapo iliwapasa kutumia hela nyingi sana. Hapo kila mtu alipewa kama milioni 17 za Tanzania. Bosi naye alipewa kama milioni mia kwa uaminifu wake, akatupa milioni kumi kumi kila mtu. Kwa hiyo kupitia yule mdoli ama roboti, wafanyakazi tukawa tumepata milioni 27 na, na bosi akapiga milioni sabini. Basi ndiyo hivyo, yule mdoli wa China walimchukua na sie tukabaki na pesa, ambazo kila mmoja aliwekeza kwenye biashara aliyopenda. Mimi kwa kuwa nilikuwa nimejuana na wateja wengi pale dukani, nilifungua duka langu la nguo ambalo mpaka sasa limekuwa kubwa. Na ndiyo linanifanya niwe boss ladi hapa mjini. Mwisho. Asante kwa kufuatilia kisa hiki kifupi lakini cha kusisimua. Kingine kikali kama hichi kitakujia muda si mrefu.